Ukiona umezidiwa unasoma aya za kuwaita majini, unasoma aya za kuwaita majini wema, majini wanahudhuria, sura ya sabini na mbili Surati Jini, ukiisoma usiku ile sura, ukisoma tu ile sura, kanuni majini wanahudhuria kwa sababu yenyewe inakwenda kuwapa taarifa ya kumbukumbu -kumbu, maisha ya viongozi wao walipokuwa wanasomewa aya na Mtume salallah salam Surati Rahmani, na ile ukizisoma tu majini wanahudhuria. Sasa tulipoona hali ni ngumu, ikabidi isomwe zile sura dogo, akaichapa ile, majini wakaja. Na sharia yake pale unapofanya kisomo upunguze mwanga uwe hafifu, usiwe na mwanga kama hivi, upunguze mwanga kidogo, kuwe hafifu, mwanga uwe mdogo. Alipoisoma kuna kipindi unahisi kabisa kuna watu au vitu vimekuja. Kwanza sikia, nywele zimesimama, unahisi kama kuna watu wanagongana. Alafu yule mdogo wangu ali akatoa amri kwamba, nawaita majini wakubwa, wakamate ujini waende wakamtie jela. Haikupita dakika mbili alikuwa analia kama mtoto yule jini.